Naam, ebwanao wadau huko mitandaoni bwana e, wameanza kudondosha maneno mazito. Mixa kusema kwamba kuna laana za daimondi zinamtafuna Harmonize. Umeona bwana, hiyo ni moja kati ya video ambazo wadau huko mtandaoni wamezungumza kuhusiana na issue ya Ibra kutaka kujitoa katika record label ya Konde Gang na pia vile vile kikubwa zaidi ni kwamba anadaiwa takriban milioni, milioni moja, bilioni moja za Kitanzania, bilioni moja za Kitanzania kwa ajili ya kuji engua katika record label hiyo, lakini kwa mujibu wa Ibra mwenyewe anasema kwamba Harmonize ndio amemfukuza, lakini anataka kujitoa anachajiwa tena bilioni e. Na e, hela hana, maisha yake ni magumu, na ana sababu pia, pia kuamua kutoka pale ni kwamba anaona kabisa hata hivyo kipaji chake kina kinakwama hapati support bosi hataki kuinvest katika mziki wake, so mambo ni mazito kiukweli ambayo kijana anayapitia, na watu kweli hii issue imewagusa, kwa sababu Harmonize alichajiwaga milioni 600 kutoka hayo machungu yote anayafahamu ya, alafu anakuja kumchaji Ibra takriban bilioni moja za Kitanzania. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hebu sikiliza hapa wadau walivyokuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo situation ambayo inaendelea huko mtandaoni eh, alafu tutaendelea anakupeleka Saudi anakupeleka wapi, anakupeleka wapi? Alikupa na yake kulipisha milioni mia sita, mtoto wa watu, umemfanyia investment gani ambayo unasema kwamba eti hii inaanza nikamdai bilioni? Huu mnafiki huu mnafiki yani Konde ni mnafiki toka siku bwana nilikuona. Watu wako wote wanaishi maisha magumu, gari msiwaogope, watu wa Monaiz wanaishi maisha magumu, msione maisha na uishi na Monaiz, vile mkajua na watu wake wanaishi vile vile, watu kila leo pale wanaondoka kwa sababu jamani bahili, jamani ni msimuone Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo, weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.